E bana, hivu shei kuona mtumishi wa Mungu ambaye anakutana na jaribu la mtoto wa kike anajaribu kumwingiza kwenye mitego. Padri anajaribu kukataa anajaribu kupangua lakini mwisho wa siku anajikuta anaingia kwenye mifumo ya bidada, maana mtoto anamzidi ujanja anamzidi maarifa, mwisho wa siku mtumishi wa Mungu anadondokea kwenye dhambi ya kuzini. E bana, ni noma kweli kweli yani, tukatazame huu mzigo huo ndani ili uone nini kilitokea juu ya huyu padri na huyu mwanafunzi hapa. E bane, ni noma kweli kweli yani. Sasa picha letu linaanza, tunaona kuna wanafunzi watatu hapa kike. Sasa hao wanafunzi bana ni wakuru kweli kweli yani yani, hapa kipindi kinaendelea, lakini wao ndo wana round hapa shuleni, yani wanajisikia vibaya mno. Sasa wakawa wamekutana na huyu hapa mlezi wa shule, sasa akabidi kuwa mind pale na kuambia kwamba inakuwaje nyinyi mpo huku nje wakati mda huo wenzeni wako darasani wanaendelea na vipindi mnafanya nini huku? Aya, fasta ah, anaomba mwendeni darasani. Sasa hao wanafunzi bana yani wanaonesha wanamdharau doona vibaya mno huyu mwalimu yani, kama huyu chiko yani ndo anaonesha kabisa namnyali huyu mwalimu yani, sijajua kwa nini ila bidada anaonesha kwamba anadharau vibaya mno hasa, um, wawo. Sasa huyu msimamizi wao anaitwa Sister Face, sasa hapa kana anajaribu kumuonya Chiko na kumwambia kwamba hivyo, umejisahau kabisa eh, unahisi kama shule ni ya baba yako ndo anaimiliki eh, yeye nakwambia uende darasani, bado unaletea dharau eh bana eh bidada. Kwa ni pala alimjibu chochote sana, akampandisha akamshusha, huyo akasepa zake. Sasa Sister Face bana ikabidi kumuuliza sister mwenzake hapa, hivi inakuwaje, huyo binti anakuwa na dharau kiasi hichi? Yani anajisahau kabisa, yani mwanafunzi katika shule hii eh bana eh yani ubidada ni dolo kwa likwali yani. Mwisho wa siku sister ikabidi tu kumpotezea pale, maana huyo Sister Face bana ni mpole vibaya mno na ni mtu wa Mungu, hivyo akapotezea tu hiyo mshikaji ameishi hapo. Sasa upande wa pili huku bana tunamwona kuna padri hapa yuko na muumini wake. Huyu mshikaji anaitwa Mr. Chuka. Sasa huyu muumini bana yani kajitoa kweli kweli kwenye kazi ya Mungu. Kiasi kwamba anatoa mpaka mali zake kwa ajili tu ya kuhakikisha kazi ya Mungu inasonga mbele bana. Sasa huyu Mr. Chuka ikabidi kumwambia padri kwamba kulingana kwamba anahitaji kusafiri, tafadhali, nilikuwa na kuomba sana sana sana uje nyumbani kwangu, maana najua una kazi nyingi za kusema kwamba zimekubana, hivyo ningetamani sana ukae okay, pale kwangu kwa kipindi ambacho sitakuwepo, imradi tu mfundisha hata mke wangu mambo ya kimungu ili aishike ile njia iliyo njema na naamini kabisa uwezo ukanikatalia. Basi padri akamwambia, hapana shida, nitafanya hivyo unavyotaka. Eh, bana Mr. Chuka alifurahi kinoma noma yani. Sasa tukiachana kwa Mr. Chuka, huku bana tunakutana na huyu bidada hapa, anaitwa Chiso. Sasa Chiso bana ni mbabe kweli kweli yani. Hapa alikuta kuna wanafunzi wawili hapa wamebananishana na nini pale wakiwa romantiki zao. Eh, bana akawakolomea vibaya mno akawatimua pale. Sasa aliposepa bana, muda si mrefu, Chiku anataka endelee na harakati zake. Mara ghafla akamwona padri ana pale upadi ni mgeni hapa, ikabidi kujificha. Sasa padi alivyopita, Chiko anaanza kumdadisi pale, anasema da, mbona upadi kama ni some boy sana, ni hakika nimemwelewa vibaya mno eh? Yani, huyu lazima tu ntafanya kitu imbali tu nimpate. E bana, yani huu bidada ni mapepe kweli kweli. Yani hasa, baada mda mfupi kupita, tunamwona Padri John akiwa anatoka na bidada pa. Huu bidada bana ni mke wa Mr. Chuka. Sasa hapa Padri John nini pale kwa kinaendelea, akawa anajaribu kumfundisha misingi ya kiimani zaidi, ili amjue Mungu kwa ukaribu zaidi. Sasa bidada naye anaonesha kabisa anamuelewa Padri John kila anachomwelekeza hivyo, akaa kama vile anaingia kwenye mifumo ya kimungu zaidi. Sasa baada siku kadhaa kupita, leo mke wa Mr. Chuka akawa yuko apasebeni, akaa natizama TV pale na nini ukicheki ni movie anazozicheki ni movie za pono. Sasa mwisho wa siku mara ghafla akaingia Mr. Chuka. Eh, bana mshikaji ndio leo amerejea nyumbani. Pale kawa ni full shangwe, full ndelemo na nini pale kwa mke wake. Maana huyu jamaa anampenda kweli kweli mke wake. Sasa tunarudi huko kwa Padri John bana. Padri John alikuwa na mwalimu hapa, kana jaribu kumpa maelekezo namna gani ya kufanya ili kuwalea watoto katika misingi mizuri ya kidini. Sasa akiwa anazungumza naye pale, mwalimu simu yake kae imeita pale. Basi ikabidi kutoka kaenda pembeni kwa ajili ya kuzungumza. Sasa kipindi mwalimu ametoka tu Chiconesi ndio akaingia humu ofisini bila hata hodi. Sasa alipoingia bana, akamsogelea mpaka padri hapa. Padri akakaangalia akakaambia, hivi wewe unazani nini choo au yani? Umeingia hata bila kupiga hodi? Hebu toka humu, nenda darasani. Sasa kabidada kwani kanaelewa, ndo kwanza kanamwekea mitego mitego fulani hivi padri. Nitakufumua, toka humu. Sasa baadae baadae, mida fulani hivi, tunamuona Chiko yuko na rafiki zake, yani pamoja na Jasmini hapa, anamwambia kwamba kuna mpango fulani hivi anataka kuufanya Asa marafiki zake wakabaki wanashangaa, mpango mpango gani? Akasema nina mpango kwa ajili ya pa mpya ebane, hawa wakabaki wanashangaa, huo ni mpango gani bidada kwamba sikiliza, nataka nihakikishe mpaka nakuwa pamoja na huua ebane, hawa wawili wakawa kama vile bado leo hivi rafiki yao. Sasa wakiwa endelea na story, mara kuwauliza nyie, Mna kuna shida gani wenzenu wako darasani nyinyi mnazunguka zunguka huku nje, kuna shida gani mnaendelea huku? Eh bana, sasa ani pamoja na Jasmini bana, wakapata pale kama dauti fani hivyo, wakawa wanajaribu kujitetea, lakini Chiko ndo kwanza anajaribu kumnyali pale. Yani anamtazama, anampandisha, anamshusha, anaona kama vile au si chochote kwake. Madam bana ikabidi kumwambia haya, ondokeni nendeni darasani. Sasa kipindi anaondoka, Chiso akamfyonza, kafyona uh? Sista sista akamwambia hebu subiri we Chiso, unanifyonza mimi? Bidada akamwambia ah, wewe ni labda umejisikia vibaya tu, lakini mimi sijakufyonza wala nini, wewe pengine masikio yako yamenisikia vibaya. Bidada akabidi kumwambia sasa sikiliza, tema hiyo jojo, tema hiyo jojo chap sana. Basi kaka tema ile jojo pale chini. After hapo, madam akamwambia sikiliza, niwaambie kitu, ondokeni mwende darasani fast sana. Ikabidi tu kuondoka pale, lakini hakika huyu sister face bana anaonekana ana moyo mwema sana, ila huyu bidada anadharau vibaya mno, na tujui ni kwa nini anakuwa na kiburi kiasi hiki. Asa baada hichi kipengele kupita baada baada ya muda fulani hivi tunamuona Chiso akiwa ametoka, amekuja huku kwenye ofisi ya padri hapo. Sasa bidada bana, alipofika hapo mlangoni na nini, akanajiweka sawa, yani anajiweka kimitego mitego vibaya mno, ili ahakikishe padri akimuona tu aingiwe na tamaa, mwisho siku afanye yao. Sasa akachungulia mla ofisini, akagundua kwamba padri hayumo, basi kabidi kusogea mpaka kwenye nyumba zake huko anapokaa. Sasa akaenda akachungulia dirishani, hapa akafanikiwa kugundua pia huko ndani hayumo. Sasa ila anageuka, akamwona padri anakuja, akaona okay, hii ndio time nzuri ya kufanya mambo akajinamisha pale akapandisha kasketi juu vibaya mno pale na nini, alafu akaacha mapaja akawa wazi. Sasa hapa kana mtega mshikaji. Sasa padri alivyomwona huyu mtoto, akamtazama akasema, Yesu nisaidie, akapiga ishara ya msalaba pale na nini. Afta hapo akala winga akapita upande wa pili huku Asa kabidada akabaki ashangaa, oh, vipi na maana nioni au basi hiyo siku pia ikawa imepita. Sasa siku iliyofuata bana tunamcheki padri yuko kwa Mr. Chuka hapa, hapa alikuwa anapata chakula cha pamoja. Sasa tukiachana na hii siku, siku iliyofuata bana kabidada akapa akaingia ofisini kwa padri bila odi wala nini. Padri kabidi kumuuliza, we una tatizo gani? Wenzako sasa hivi uko darasani umefuata nini huku? Bidada akamwambia, samahani, nina mazungumzo na wewe. Padri akamwambia hivi, wewe unahisi umeshanizoea yake kwamba unanichukulia kama mwanafunzi wenzako, si ndio? Bidada akasema, hapana, ila nina changamoto kidogo

tunamuona tena yani, kashaingia yani kwenye mfumo mazima mazima, yani padi hapa kadata kabola vibaya mno yani, kalegea vibaya mno. E bana, yani ni noma kweli kweli. Yani hapa ndo unaambiwa kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai mwanangu. Sasa padi bana akajikuta ametenda ile zambi ya kuzini. E bana, yani ni noma kweli kweli. Sasa upande wa pili huku, napo sister kana anajiuliza huyu bidada atakuwa ameelekea wapi? Maana muda mrefu sana hajamuona toka saa kumi na moja mpaka sasa hivi hajakaona. Sasa bati nzuri nako aka hapa kakaka anakuja sister face bana, ikabidi kukasimamisha na Kauliza we ulikuwa wapi? Maana umetoka tangu saa kumi na moja mpaka sasa hivi ndo nakuona, ulikuwa wapi hasa? Bidada bana ikabidi kumwambia kwamba sikiza, nikwambia kitu, mbona kama tunafuatiliana sana eh? Yani asa, ni swali gani naniuliza nilikuwa wapi? E bana, yani kabidada bado kanaonyesha kana dharau vibaya mno hasa. Mara gafa padri nendo huyo hapaka anatokea sasa. Sista alivyomwona padri ikabidi kumuita na kumwelezea changamoto zote za huyu bidada ambazo anamfanyia, na isitosha akamwambia kwamba amekuwa na mdharau mara kibao sana, na hicho kitu anabaki kushangaa kwamba ni kwa nini mtoto anakuwa na tabia hizi. Hasa padi bana akashindwa ajibu nini, maana huyu bidada bana ni basha yake na hiyo time yote alokuwa akimtafuta alikuwa naye. Mwisho wa siku ni nini kwa kinaendelea huko, alikuwa anapeana utamu tu. Sasa unafikiri hapa atajibu nini? Mwisho wa siku padi kabidi tu kukaa kimya akapita zake hivi. Hasa sister kabaki anashangaa, mbona amemwelezea huyu mkuu wa shule, lakini mwisho wa siku naye hajafanya chochote kile e bana. Yeye kabidada kalimcheka vibaya mno, hafta hapo hako kakasepa. Hasa sister bana, alichokifanya ni nini? Kabidi tu kumtukuza Mungu kwa kupiga ishara msalaba pale, hafta hapo akapita hivi kinyo sana. Sasa baada baada ya midafa ni hivi chiso tena kama amemtibia padri huko ofisini kwake. Sasa alipofika kama kawaida yake anataka vizagamuano. Padri ikabidi kumind pale. Hivi huyo mtoto na tabia gani? Toa kwanza mkono wako. Toa kwanza mkono wako kwenye mwili wangu. Sikiliza nikwambie kitu. Hu ni mdogo kwa darasani, unakaa unanifatafata unanifatafata nini? Halafu isitoshe, na maana wewe hujua kama mimi ni mtumishi wa Mungu au? Bidada kaambia kwamba sikiliza nikwambie kitu bana. Hebu acha kunirusha basi. Wewe kama unajua ni mtumishi wa Mungu, mbona jana kipindi tunazagamuana ukujua hayo wala ukujali wala nini? Mwisho siku ulijikuta ume Joy, tu afu sasa hivi unaniambia mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu wapi? E bana, hebu achana na hizo pigo bana, mambo yetu yaendelee sasa. Akakiwa kanaendelea pale kujaribu kumtomasa tomasa, mwisho siku padi naye kama vile padi naye akajikuta kama vile anataka kuingia kwenye mifumo, mara gafa akaingia mke wa Mr. Chiko. E bana, kabidi kumind pale, kiliendelea nini hapa? E bana, chiso aliluka pembeni, yani akawa muoga vibaya mno, ikabidi kumsalimia pale. E bana, mama akamwambia kwamba sikiliza, kwamba kitu yetu kana salamu yako yeye, ya unafanya matendo au vivyo unanisalimia, unanisalimia upuzi gani hapa? Kama itoshi mke wa Mr. Chiko akamwambia bidada kwamba hivi nyewe vizazi vya sasa hivi matatizo gani Yaani mmefikia stage mnatongoza mpaka watumishi wa Mungu, ina maana wewe oh, unajua kama ni mtumishi wa Mungu unakupasa umheshimu. Padi akasema mwambie, yani mtoto amekuwa king'ang'anizi kweli kweli. Yani sasa yule dada bana, ikabidi kumwambia yule mtoto kwamba, sikiliza, nikwambie kitu, siku nyingine nikikukuta unaendelea kumfanyia mambo ya kijinga mtumishi wa Mungu, hakika utaniona mbaya. Umenielewa? Eh, nakupa sekunde chache, toka humo. Eh bana, ikabidi dada kusepa pale vibaya mno, lakini uhakika ni kwamba huu mke wa Mr. Chico, kuna kitu fulani hivi kama wivu umemwingia ndani yake, yani inaonesha kabisa yeye na Padi nao hao wawili kuna kitu, kitu kinaendelea. Anyway, tutajua tu huko mbeleni. Sasa tukiachana na hii siku hapa, siku iliyofuata bana tunamcheki pale, akawa ameingia hapa darasani kwa ajili ya kuonana na wanafunzi. Basi bana, wanafunzi wakamsalimia pale, ikabidi kuambia waketi chini. After hapo nini pale kinaendelea, akawa anajaribu kuwafundisha neno la Mungu pale. Yani hii shule bana ni shule ya kimungu zaidi pia, yani kuna masomo ya kawaida lakini pia kuna masomo ya kimungu zaidi, ili kuhakikisha watoto wanamjua Mungu zaidi na zaidi. Sasa pale akiwa anaendelea pale kufundisha neno la Mungu mara ghafla tunamwona Chiko huko yuko bize pale anajiweka kimitego mitego, mradi tu kumtega padri bana. Yani hakika ya huyu mtoto ni kizazi cha nyoka, vibaya mno. Sasa padri akiwa anaendelea kufundisha, mara ghafla ndio akamwona bidada namna alivomtega tega pale na nini, amemwachia vipaja wazi. Mwisho siku padri bana, kuna kifungu ambacho alikuwa anawafundisha kuhusiana na na Ibrahim, akawa anambia kwamba Ibrahim bana alipata mtoto wa kiume na huyo mtoto wa kiume aliitwa. Sasa padri akawa amekodolea mimacho kwenye mapaja ayo bidada akajikuta mpaka hata amesahau kwamba mtoto wa Ibrahimu alikuwa anaitwa nani. Sasa wanafunzi kabidi wamsaidie pale, maana wameona kama padri kapata kigugumizi fani hivi, wakamwambia anaitwa Isaka. Oh, okay sawa, okay sawa, anaitwa Isaka e bana, yani padri kavurugwa vibaya mno na huyu mtoto. Lakini Mungu alimtaka Abrahamu amtoe mke wake sadaka, wanafunzi wakamwambia ah, pana padri, ni mtoto wake ndio atakiwa kutolewa sadaka. E bana, eh, padri akabaki ameyadua pale na nini, akaona kabisa yani huyu leo nitaadhirika, padri mzima sijui neno ah na so kesi akabidi tu kufunga pale Biblia yake na vifungu vyake vingine alivyokuwa ameviandaa huyo, akasipa zake. Lakini sio kwamba alijui neno, ila mwisho wa siku mitego ya mtoto wa kike imemfanya mpaka anapagawa anashindwa hata kujua ni nini anakizungumza. Hasa padri ndo amefika tu ofisini hivi, hata hajakaa muda mrefu, mara chiso naye huyo hapa akaja, anajidai anajilizaliza pale na nini, anataka aombe rehema. Padri akamwambia, we hebu kaa pale na mimi na sitaki kabisa mazoea na wewe sasa. Katoto kalivyoona kamekaziwa, kakamwambia padri kwamba, sikiliza nikwambie kitu, na ninaelewa kabisa kwamba una mahusiano wewe pamoja na mke wa Mr. Chiko, unabisha na hilo. Padri akamwambia, we sikuelewi hata nini unasema. Sikiliza nikwambie kitu, toka ofisini kwangu, toka e bana. Akakatimua vibaa vibaya pale na nini kakasepa. Ila sasa padi akapata wasiwasi kwamba imekwaje mtoto amegundua kwamba mke wa Mr. Chiko ana mahusiano na. Hapa sisi pia ndo tunafanikiwa kujua hilo bana, kumbe hao wawili walikuwa na mahusiano, na haya mahusiano yao yalianza pale ambapo Mr. Chiko alimwamini mshikaji na kumwambia awe anahudhuria nyumbani kwake kwa ajili ya kumpa darasa mke wa wake ili alijue neno la Mungu vizuri zaidi. Sasa padi kulingana alikuwa na wasiwasi, ikabidi kumpanga mke wa Mr. Chuka kaonana Ha? Sasa katika stori zao padi ikabidi kumwelezea kwamba yule bidada bana anajua kila kitu kuhusu sisi. E bana, yeye huyu mwanamke alichanganyikiwa kweli kweli yani. Sasa padi bana ikabidi kumtoa wasiwasi na kumwambia kwamba unajua bana, kale kabinti akajua kweli wote kuhusu sisi, mwisho siku kana bashiri bashiri tu hivyo. Mimi ni kuombe tu siwe na wasiwasi wala kuwa na pressure ya aina yoyote ile, kwa sababu ana ushahidi wa aina yoyote ile ambayo utathibitisha kwamba mimi na wewe tulikuwa na mahusiano, hivyo sisi tuendelee kuwa na amani, tuendelee kuwa na uhuru na hakuna kitu chochote kile kinaweza kuja kutokea. E bana ye, ni noma kweli kweli yani. Taleo padi akiwa shuleni hapa, mara kachiswa aka paka kamfuata padi. E bana ye, kanaanza kuleta leta shobo pale na nini. Sasa padi akaona kabisa akatoto kana kuelekea kana kuja kumwaibisha, maana hapa sasa leo kamemfuata mbele ya rafiki zake. Sasa padi kabidi kukakanya pale, kama itoshi akakaba na koo pale akakambia, wewe sikiliza, sitaki kabisa mazoea na wewe na usinizoe umenisikia? E bana ye, padi alimind kweli kweli. Sasa kwa ofisini kwa padi bana, Sister Faith leo akaamua kuja kumlalamikia padi na kumwambia kwamba ni kwa nini anakuwa mazoe na mazoea kiasi hicho na yule mtoto wa kike, na isitoshe ni padri na ni kiongozi mkubwa kwenye hii shule. Kwa nini anaruhusu kuwa na mazoea ajabu ajabu na yule mwanafunzi? Eh bana eh padri akawa na cha kusema pale, ikabidi tu kujitetea tetea pale na nini? Basi sista akawa amemuelewa, akawa amepita zake hivi. Sasa ndio ile sista anatoka tu, katoto nako aka hapa. Kaka ameingia hapo ofisini kwa padri. Eh bana eh padri akashangaa kwa aliko yale. Mbona mtoto kama vile ni kinganga? Yaani namueleza kila siku hataki kunielewa. Hivi wewe kidudu mtu, si wewe nimekumind bila rafiki zako na nimekufokia kwa kweli. Isitoshe nimetaka mpaka kukupiga. Lakini bado uelewi tu nini kimekuleta ofisini kwangu ebane. Kabidada nakoka hivi, kamwambie hebu kaa kimya. Unasani kwamba wewe umenimudu au Sikiliza nikuambie kitu, nikuwa nimekukalia kimya tu, lakini wewe na kujua kabisa una mabaya yako, yako na machafu yako na utambue kwamba ninayaelewa na leo nimekuletea ushahidi ili uthibitishe kwamba kila kitu unachokifanya mimi ninakijua. We, ushahidi gani unaozungumzia? Bidada akaambia okay, sio mbaya, ngoja nikuonyeshe sasa ushahidi. Akafungua simu yake pale, akaplay video akamwonyesha padi. Hapa sasa hii video bana inamwonyesha padi akiwa na mke wa mista Chuka. Hapa sasa hapa bana walikuwa romantic na nini wakiwa wanaendelea kuenjoi mahusiano yao, lakini kumbe bidada alikuwa anapata time nzuri sasa anakuja kuvizia dirishani hapa na kurekodi kila kitu alichokuwa anakifanya. Eh, bana, eh, padri alipaga kwa kweli. Na kama haitoshi kabisa, dada akamwambia kwamba hata kama ukichukua simu yangu hii haitakusaidia chochote kwa sababu hiyo video bana, tayari mimi nishaisambaza kila kona. Padri alibaki amepaga vibaya mno. Hasa leo mida jioni jioni, bana padri akamealikwa hapa kwa Mr. Chuka, maana Mr. Chuka alikuwa anamwamini vibaya mno huyo padri. Sasa akiwa anaendelea kupata chakula hapa Mr. Chuka simu yake kama imeita pale na nini, ikabidi kwenda pembeni kwa ajili ya kuzungumza. Hasa mke wa Mr. Chuka alipoona mume wake ametoka akanyanyuka akamfuata padri hapa, akaanza kumpapasa papasa na nini, yani yuko romantic vibaya mno. Sasa padri ikabidi kumzuia pale na kumwambia kwamba sikiza, nikwambie kitu, hichi kitu hakistahili kabisa kufanyika kwa wakati huu. Sasa ngoja nikwambie kitu, yule mtoto bana, kuna video alitulekodi tukiwa ofisini tunafanya mambo yetu, hivyo kila kitu kinaenda kuharibika. Bidada kabaki anashangaa pale, akamuuliza ina maana hiyo video nawe pia umeiona au? Akasema yes, amenionyesha kabisa hiyo video na kila kitu kinachoendelea mle ndani kinaonekana kiko wazi kabisa, na tunaonekana vizuri kabisa, ni mimi pamoja na wewe. Hivyo hiyo video ikisambaa tu, kila kitu kinaenda kuharibika kwenye maisha yetu. E bana, ya bidada alichoka vibaya mno, yani kuelewa nini afanye pale, alihisi kama amewekewa makaa ya moto tu kwenye akili yake. Sasa siku iliyofuata bana, padi ikabidi kukabananisha haka kabinti na kujaribu kukaomba akafute ile video. Sasa kabinti nako kakagoma. Sasa padi akiwa endelea kukabembeleza hapa, mara ghafla sister face na akaa amepita pale, akaa amesikiliza kila kitu, ikabidi kuuliza ni video gani hiyo mnayoizungumzia. Bana mshikaji alishtuka kwalikwali yani. Sasa sista ikabidi kusogea pale, akasema kwamba nimewasikiliza kwa kipindi kirefu sana, mnazungumzia video ifutwe, video ifutwe, ni video gani hiyo? Padi ikabidi kumkataa pale na kumwambia kwamba, hapana, sio video mbaya sana kiasi hiko, ila kuna video flani hivi ambayo huyu binti anayo kwenye simu yake, mbali download mtandaoni hivyo na msii sana kwa sababu sio video ya hekima. Nahitaji aifute kwa sababu kimungu haiko sawa kabisa. Yaani sasa sista face bana, ikabidi kusema kwamba hebu nione na mimi hiyo video, maana ningetamani kuiona pia. Sasa padri akaona kila kitu kinaenda kuharibika hapa, ikabidi kumwambia kwamba ah, achana nayo, sio video nzuri hata wewe kuitazama. Hivyo hivyo mimi naona ni vizuri tu huyu binti akaifuta hiyo video, hata tusitazame. Sikiliza nikwambia kitu, basi ili swali inabidi tumtangulize Mungu ili awasaidie hawa watoto. Basi pale ikabidi kumpa ishara msalaba pale mwanadada na nini akamwongoza kiimani. After hapo sister huyo akawa amesepa zake bana, lakini sister bana akawa anatembea, lakini anatafakari hiyo ni video gani ambayo padri alikuwa anaizungumza, na mbona kama padri anaukaribu sana na huyu binti? Asa huko nako bana padri akaendelea kabembeleza kabinti kafute hiyo video. Kabinti akamwambia kwamba ili nifute hii video, nahitaji na hela na laki tatu. Kama unazo fresh, mimi nitafanya hivyo. Basi padri akamwambia kwamba sio kesi, nitakutumia hiyo pesa kwenye simu yako. Basi wakawa ameachana pale, kila mtu akawa amepita hivi. Haikuchukua time sana, tunamwona bidada hapa akawa na furaha vibaya mno yaani Padi tayari kashafanya mwamara sasa. Kabidada bana kaka itazama ile pesa, akakasema kwamba hapana, sitafuta hii video, maana hii video bana ndio itakuwa kama ngazi yangu ya kumtesa huyo padi na kuhakikisha kile anachokitaka ananipatia bana. Sasa kakiwa kana jiongelesha hapa kenyewe, mara sister face ndio huyo hapa anatokea pamoja na sister mwenzake. Sasa akakasikia kana jidomolesha pale, ikabidi kasogelea akamwambia kwamba hivi wewe ni video gani hiyo ambayo unaizungumzia? Maana mara kibao sana na kukuta unazungumzia video video. Hebu nipatie hiyo simu nitazame. Sasa akademba bana, akakamjibu zalao pale sista kaona, so kesi mboja nitumie nguvu nichukue ile simu. Sasa sista kapambana pale kuchukua ile simu e bana, yeye kabidana na kinyoka kagoma pale na nini, kakaponyoka ako kakasepa zake. Sasa sista kabaki anajiuliza hii video itakuwa inamaanisha nini? Mbona kama vile ni video kubwa sana, na kwa nini huyo binti kila wakati anaizungumzia? Sasa huko upande wa pili bana, tunaona Padri John yuko na mke wa Mr Chiko. Sasa huyo mwanamke bana, ikabidi kumwambia Padri na kumwambia kwamba kale kaptoto bana, mara kibao sana kanakuja nyumbani kwake na kanakuja yani time yoyote ile kanayojisikia. Sasa Padri akamwambia kwamba usijali kuhusu hilo kila kitu kitakapoa tu. Sabila akaambia kwamba mi inanipa wasiwasi sana. Kwa nini tusimalize tu hii kila mtu akae sawa? Padri akaambia basi, poa, usijali. Mimi nitahakikisha anapambana mpaka nihakikisha hata toto kamefuta hizo video zote bana. Hasa upande wa pili huko napo, Chiso yuko na Jasmine hapa. Jasmine kabidi kumwambia kwamba sikiliza, nikuambia kitu. Na mimi nataka ninufaike angalau kidogo na hiyo video yako ambayo unatamba nayo. Dada akaambia video gani? Si ile ambayo nimekuona umemrecord padri akiwa na mke wa Mr. Chiko. Sasa mimi naye nataka chochote kitu maana kila siku wenzangu wanaenda

Padri bidada kaambia, okay, kumbe ushaiona. Sasa kama wewe umeiona, kwa nini usitafute video yako? Ni mradi tu nao kajipigie zako marundo. Kwa padri yani unataka kwenye video yangu tu share wote yote? Wewe unajua mimi nimehangaika kiasi gani kuipata ile video. Sikiliza nikwambia kitu, sikupi hata 100. Cha msingi hapa pambana na wewe upate video yako, ili nao ingize marundo yako. Sikiliza, sitaki kabisa uingie kwenye mifumo yangu e bana e. hasa Jasmine, baada ya kuona rafiki yake akamletea roho ngumu, akaona so kesi kama wewe umeamua kuvunga mjanja, mimi ngoja nikaharibu kila kitu ili tukose yote. Basi akatoka akamfuata paka sister face hapa Alipomkuta sista akabidi kumwambia kwamba tafadhali, sista, nimekuja kuungama dhambi zangu. Sista akamwambia, sikiliza nikwambie kitu, hilo swala nakubidi ukamwona padri, kwa sababu yeye ndo anayehusika na hayo maswala. Bidada akasema, hapana, mi nimeona wewe ndo mtu sahihi kwangu, kwa sababu kuna sababu ambayo ilinileta mpaka nikufuate wewe. Sasa Jasmini bana alichokifanya ni nini? Akatoa simu yake pale, akaplay video, akamwonyesha sista face. E bana e, sista alishangaa kweli kweli, yani anakuamini kabisa, kama padri angeweza kutembea na mke wa Mr Chico. E bana hii e, ni noma kweli kweli, yani vibaya kama itosha, kana napija ishara ya imani pale, ishara ya msalaba mara mbili mbili pale na nini eh! Hii ni noma kweli kweli, yani mwanadada kuamini kabisa kama padri angeweza kuwa na matendo machafu kiasi hiki. Hasa sister face baada ya kujua ukweli wote, kitu cha kwanza alichokifanya ni kukafukuza aka kashankupe shule akakapa barua pale na nini, kaka kanalia kana garagala pale, ila ndio hivyo tena, wakataki tena shuleni pale, ameonyesha kabisa kana utovu wa nidhamu na istoshe amna namna yoyote kuendelea kuvumilia mwanafunzi mwenye tabia chafu kiasi hiki. Sasa upande wa pili huko napo, Mr Chico naye akiwa nyumbani kwake hapa, mara akapokea message pale, hasa katika kuisoma akawa amemwandikia kwamba huyo mtoto ana shida hapo Bana sio mtoto wako e bana. Yeye akachukulia poa tu, kwa sababu huyo mzee bana ana imani sana ya Kimungu. Ikabidi kumuli kuambia mke wake kwamba kuna meseji hapo amenitumia, lakini siielewi kabisa bidada. Ikabidi kuuliza ni meseji gani? Kuna mtu kanitumia na kuniambia kwamba huyu mtoto wangu eti si mtoto wangu, hivi ni kweli kabisa au e bana? Sister akabaki anashangaa pale, ila mzee akamwambia kwamba achana nao, mke wangu, maana hao ni wajinga wajinga tu wasopenda kuona familia za watu zinaishi kwa amani na upendo. After hapo mzee huyo akasepa zake e bana, madam alichanganyikiwa vibaya mno akaona kabisa hapa kila kitu kimeenda kuwa vibaya na akaona bora tu afanye nini, akusanye kila kilicho chake asepe. Sasa hapa ndo tunafanikiwa kugundua kwamba kumbe hata mtoto wa Mr. Chico sio mtoto wake bana, huyu ni mtoto wa padri Unajua tena kuna kitendo cha kiimani ambacho tunataka kwenda kukifanya. E ban Mr. Chuka akamwambia kwamba sikiliza, nikwambie kitu, ninaelewa kila kitu kinachoendelea, hivyo sitaki kunidanganya na mimi sio mtoto mdogo. Sasa sister face bana, ikabidi kuweka kila kitu hadharani. E ban Mr. Chuka kuamini kabisa, yani kwa sababu alikuwa anamwamini vibaya mno upadri, hivyo kilichotokea kutaka kuamini kabisa macho yake na masikio yake, kile kilichosikia. E bana, yeye ni noma kweli kweli. Yani hasa Mr Chuka alichokifanya ni nini? Kabidi kwenda kuchukua mtoto wake, imradi apite zake tu hivi, maana yeye anaamini kabisa huyu, uh, mtoto ni wa kwake hasa. Padri akafanikiwa kumzuia pale na kumwambia mzee kwamba sikiza, nikwambie kitu, huyu mtoto naye mng'ang'ania sio mtoto wako, huyu ni mtoto wangu kabisa. Niko tayari tu kueleza kila kitu kilivyotokea. E bana, yeye Mr Chiku aliumia vibaya mno, akawarudishia mtoto wao pale. Akamwambia mke wake kwamba hivi, mke wangu kabisa, ulidhamilia kufanya hili swala, si ndio eh Mnafanya mambo yenu, kutamani hata kutumia kinga, ulifanya wazi wazi, mwisho wa siku mpaka hadi mmepata mtoto, si ndio eh? Sasa pale bana hakuwa na namna, alichokifanya pale ni kuomba tu msamaha ili wamsamehe, ila mwisho wa siku bana, Mr Chiko bana, aliumia vibaya mno, yani mzee alimaindi pale, yani alimaindi vibaya mno, alifoka kwelikweli yani, na kutoka hapo wakaona kabisa Hana namna ya kuwa anaendelea kuamini wachungaji na mapadri. Aliona kabisa hawa watu bana ni wanadamu tu kama wanadamu wengine, na mwisho wa siku wana uwezo wa kufanya jambo lolote lile pale utakapomwamini na kumwachia mke wako. E bana ni noma kweli kweli yani, lakini hili bana likawa fundisho kwa wale wote ambao tumekuwa tukiamini sana watumishi wa Mungu kiasi kwamba hata wake zetu tunatamani walale kwao, waende kwao kwa ajili kwa ya maombi, na isitoshe unajua kabisa huyo mtumishi wa Mungu ana mke wala hana chochote kile ambacho kinahusiana na mahusiano. Ebana e, tambua kwamba unamuweka mitegoni huyu mtu na mwisho siku kitakachotokea utakiwi kabisa kumlaumu, ni wewe mwenyewe ndo umetaka bana e bana e, ninoma kwalikwali yani na nikukumbushe kwamba hapa duniani hakuna mwanadamu aliyekamilika, kila mwanadamu ni mdhaifu na kila mwanadamu anatenda dhambi tu e ebana e, nin ninoma kwelikwali yani. Sasa padi kilichoendelea ni nini? kwa ajili yake hapa alitimliwa kazi tu aende akaanzishe maisha yake na familia yake na akawe laia kama laia wengine kabisa. Maana sheria za mapadri haruhusiwi kuwa na mahusiano, haruhusiwi kuwa na mtoto, hivyo tayari akawa amevunja mwiko wa kazi, na ndo hivyo tena akawa ametimuliwa mbali bana e, bana oh, yeah. He, ni sasa noma na bana yeah. Ndo inakuwa mwisho wa mzigo wetu siku ya leo. Sasa ukitaka kuendelea kupata mitiririko ya kazi zetu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Yani hapo utakuwa umetisha kinoma noma yani, na utaendelea kupata mitiririko ya kazi zetu zote ambazo tunaziachia kila siku e bana he, tunawapenda sana tunawakubali sana zaidi ya sana, mashabiki zetu. So, na niliyekuletea simulizi hii siku ya leo langu jina ni Lamfen.